Ombeni, yes. Kwanza karibu sana kwenye uwanja wa Wasamaria TV. Ah, asante bila shaka yeah, karibu sana watazamaji, wanahamu sana ya kuona nini ambacho leo umewaandalia hiki chakula cha jioni kwenye upande wa michezo ah, Kwanza naitazama mbali sana Simba, lakini pia hmm, natazama kwa upande wa mapungufu yao, mapungufu mapungu ya Bekane hmm, wanakoenda kwanza, kabla ya kuingia kwenye kombe la shirikisho hapa, ambapo kwenye fainali yao kati ya Simba na Belkanas, kwanza turejee hapa ligi kuu ya NBC. Jana umeona mchezo kati ya Simba na Mashujaa wakiwa wanakiwasha kwenye uwanja wa KMC, watoto wa Kinondoni pale. Nafikiri na wewe na pia ulikwepo juu ya jukwaa la KMC ukitazama kabumbu jinsi ilivyokuwa inasakatwa, bila shaka naam. Uh, kwanza niseme katika kitu ambacho kimenishangaza mm -hmm. Bila kuficha hisia zangu. Ndio. Uh, nisiseme upande wa Simba sana lakini niseme upande wa mwamuzi, yaani ukizungumzia jana man of the match kwangu mimi mm -hmm. moja kwa moja ni mwamuzi. Man of the match. Man of the the match match. Yes. Ni nani? Mwamuzi, yani bila kupepesa macho mm. siwezake kupepesa macho. Ni mtu ambaye anaweza kuongea kitu ambacho kiko, kwa hiyo ni uhalisia. Tafsiri yake ni maana, tunzo ya jana mchezaji bora wa kati ya Simba na Mashujaa, mchezaji bora kwa upande wa Simba angetoka referee referee. Yeah, yani ukiangalia kwa mtu mwenye akili timamu mm. hata kuona tu, kipofu asikii, lakini anaweza akaona mm. yani kwa matukio ya jana karibu yote ma mawili mm. ya penalti zote mbili mm. Ukiangalia ukiangala nakutamani mechi nilefarii, yaani mwamuzi wa mwisho alioamua matokeo ya jana nilefarii, nilefarii. Yes, sasa unafikiri una kitu gani cha cha cha cha <coughs> cha kuambia sasa wenye mamlaka ya kusimamia soka hapa Tanzania? Um, cha kwanza naweza kusema kwamba kama tunatamani mm, mpira wetu waende mbele zaidi mm, basi ni vema tukatengeneza ma, matukio ya uhakika mm -hmm. kwenye mpira tukafata sheria kumi na saba za mchezo wa mpira mm -hmm. ila kama tunania tufanye mpira wa propaganda mm -hmm. basi yes, tuendelee kuenda, lakini kama tunania ligi yetu ikuwe mm -hmm. basi tufanye vitu muhimu ambavyo vinaendana na mpira, sheria kumi na saba za mchezo wa soka tuzitimize kama inavyowezekana, na natonchi ya ajabu kuona. Um, tunasema tuna, tuna ligi yetu iko namba nne Afrika nafasi ya nne. Um, yes, lakini ndio ina refari mmoja tu kwenye mashindano ya kimataifa na vitu vya ajabu sana mm. kwa hiyo kwa taswira kama jinsi ilivyo, uh, ushauri <clears throat> wako kwa watu ambao viongozi wanaosimamia mamlaka ya soka hapa Tanzania, kama wanataka kwamba ligi yetu iendelee kuwa bora na siku moja tuone ligi yetu imeshika nafasi ya pili au ya kwanza, ni lazima waweze kubadilisha mifumo, si mifumo hii ambayo inaendana wanaendana nayo. Kama jana jinsi tulivyotazama ule mchezo kati ya mashujaa na Simba, eh, man of the match umesema ni referee. Yeah. Unafikiri kwamba ni nini ambacho kimemkuta referee wa jana? Uh, kwanza niseme tu wazi mm. Shirikisho la mpira wa mguu Tanzania mm. hapa kwetu mm. nadhani lina sheria zake Mm -hmm. Haliendani kabisa na sheria za za mpira kwa sababu nikitakuangalia, mm -hmm. kuna matukio baadhi na yaona. Sawa. Mm -hmm. na yaona yaona sawa, kwamba yani ingefuatiliwa kiuhalali, mm -hmm. basi ligi yetu ingekuwa bora sana, mm -hmm. ila kinachoniumiza kichwa, mm -hmm. ni kwamba lefari anafanya matukio mabovu leo, mm -hmm. kesho anafungiwa mechi tatu, kesho kutwa anamkuta kwenye mechi. Haiwezi mm -hmm. kuwa ligi nzuri bro, kwa sababu kitu ambacho kipo kama wenzetu Ulaya huko, ukiangalia mtu amefanya labda refa amefanya utumbo ambao unaonekana kwamba hii ni dhairi shahidi mm -hmm. kuna viashiria sio vizuri kwenye mpira si ndio? mm -hmm. watu wanafungiwa wanarudishwa chini huko kabisa kwenye ligi ya chini kabisa, akajifunza kwamba akishapanda na kuwa na discipline kichwani, kwamba dali nikifanya hivi mm -hmm. narudishwa kule chini mm. -hmm. kwa anakuwa na kutendea haki mpira mm -hmm. Lakini Tanzania imekuwa ni kama sheria vile, sio niseme sio ndio, Simba na Yanga wanatutawala, sijaelewa ni nini manake lefari anavuruda kwa hatua kubwa tu mm. Yaani siku zote lefari, maamuzi ya kibinadamu yanakuwa kwa mtoto, anamuumiza mtoto mm. ananufaika mkubwa mm. kiukweli inatuchanganya sana mm. sawa mm. na unakuta anakuja maamuzi ya kamati mm. ya masaa sabini na mbili anamfungia labda mechi tatu mm. alafu kesho unamkuta tena kwenye mechi zingine. Kwa hiyo hmm. anakuwa amechukua labda mlongulo wa upande wa pili. Japo, sina ushahidi sana lakini, hivyo vitu vinaonekana vipo kwa sababu kama mtu anaweza akaamua maamuzi yake hmm. sio kwa mapenzi tu. Hmm. Alafu kitu kingine. Ah, ndugu mwandishi, nilikuwa nataka nijiulize hmm. kwa sababu kuna kitu kinachanganya sana. Hmm. Tanzania tuna marefa kibao hmm, lakini unakuta mtu mmoja anajirudia kwenye mechi moja. Hmm. Yaani kwenye timu moja hmm. anajirudia mara tatu, mara nne. Mfano Lefa wa jana mpaka jana, takwimu zake kwa msimu huu hmm, amechezesha mechi karibu sita za Simba hmm, na ndani mechi hmm, ya mechi sita mechi nne yametokea matokeo mabovu sana, ambayo yanaonekana yameashiriwa kwa nguvu zake yeye, hmm, Simba kupata matokeo. Yani, kuna rushwa hapo, kiufupi, hatuna ushahidi lakini, hmm, kuna viashiria, kwa sababu haiwezekani kila siku akawa ak anasaidiwa mtu mmoja alafu mwingine, hmm, anaugizwa so. Vipi kuhusu hii habari ya kuchezesha mchezo dakika mia moja na ishirini tukiwa tumetazama ubao, ingawa dakika zile mia moja na ishirini hazikuweza kutimia, lakini zilisalia dakika tatu zifikishe dakika mia moja na ishirini na wote sisi Watanzania wadau wa soka kiujumla, hizo dakika huwa tunazitazama kwenye labda kwenye fainali, at least kwenye fainali huwa pana panatafutwa mshindi kwa namna yoyote kati ya huku na huku lakini leo tumeziona kwenye ligi ya NBC, ambayo si final. Tumeziona zimeongezwa kwenye kwenye kawaida tu, kutafuta pointi tatu, mtu aweze kusogea kwenye nafasi aliyokuwa nayo <coughs> ah uh, moja ya vitu vinavyonimiza kichwa mm. <coughs> ah uh, nilidhani refari alipokuwa kipindi cha kwanza ameongeza dakika sita mm. <coughs> labda zingezidi sana kipindi cha pili, ongeza tisa, angalau zingekuwa 15 balance yeah. Eh, lakini bado nimekuja kushangaa anakuja kuongeza dakika kumi na tano alafu cha ajabu zaidi mm, na ndio kitu ambacho kinachanganya Tanzania mpira wetu ni kama hovyo, yaani maamuzi ni ya hovyo mm, ni kwa sababu uh, mpinzani umeongeza dakika kumi na tano, mtu anapata goli, unamaliza mpira why? yaani ni kitu ambacho ni kama ni kwa, kwa shabiki yoyote ambaye yaani asijua mpira na anayejua mpira mm, alikuwa anaamini kwamba refaria anamtafutia mpinzani goli na lilipopatikana lengo mm, lake limefanya nini? Limetimia, mm, alimaliza mpira. Unafikiri sasa kwa kwa dhahiri kwa mwonekano wa dhahiri kwamba kuna viashiria vya rushwa kwa upande wa refarii. Nini sasa unachokisema au unashauri nini sasa juu ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikisimamiwa chini ya rais eh, jemedari eh, Samia Suluhu Hassan, una usha, una, unatoa ushauri gani ndani ya serikali yetu hii ambayo inatusimamia masuala ya soka? Kwanza, serikali yetu mm. nisikivu sana mm. uh, ukimzungumzia rais mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mm. uh, ni mtu ambaye anapenda amani na ampenda michezo mm. ni waombe tu mm. najua vyote vinavyoendelea kwenye mitandao, wanaona uwanjani live, wanaona mama anafuatilia michezo, anafuatilia kila kitu mm. huku kwenye mpira, japo mama ndo anakupenda kutusupport mm. kuko hovyo sana mm. hovyo sana. Mm -hmm. Sisemi serikali ingilie, ila anatamani kama kamati ya mpira Tanzania mm -hmm. na TFF yao wote mm -hmm. ni wangeachia ngazi ili kuendeleza mpira wa Tanzania na kufanya Tanzania kuwe kimpira. Kwa hiyo unatamani viongozi wote wenye mamlaka ya kusimamia kabumbu hapa Tanzania waweze kuji kuachia ngazi wote wote, kuheshimisha tu mpira wa Tanzania mm -hmm. wakubali kushindwa, wawachii watu kwa hiki ambacho kimetokea. Yes, kwa sababu ni, ni uchafu Sio, ni uchafu mm. Imagine ah, dunia inaona, Afrika inaona mm. Tanzania ni moja ya timu ambayo niseme ni ligi ambayo inafuatiliwa sana mm. Afrika na mabara mengine mm. ya Ulaya mm. mm. kwa ujumla, kwa hiki kinachoendelea na kwa sifa ambazo tunapewa kutokana na dadi yetu kubwa mm. Basi tunaendesha mpira wa hovyo sana kwenye nchi mm. Kuliko kichote mtu yote anakweza kufikiria.